tunakwenda katika sehemu ya pili kwenda kumalizia kipengele chetu. Utaenda katika browser yako, kama tulivyosema, lazima uwe na browser then uwe na internet then utaenda, uta click browser yako, utaifungua kama hivyo. Utakwenda kusearch kitu kinaitwa cream AI. Cream AI then itakuletea kama hivyo, ukisha kwenda kuifungua katika link yako itakayokuja pale then, ukishakuja kama hivi, sasa utaenda ku create pale Tutaenda kubonyeza create. Ukishabonyeza create itakwambia sign. Baada hapo unakwenda katika hatua nyingine, itaenda kufungua katika mfumo wa namna hii. Ikikuletea kama hivi, bila shaka tutakwenda kuupload sasa picha ambazo tunataka zitoke katika mfumo wa picha iende katika mfumo wa animation. Hapa zipo nne kama unavyoona, jinsi moja, mbili, tatu, nne. Hivyo basi tutaenda kuupload moja moja hapa tena kuchagua picha ambayo nataka inanili. Nataka kuifanya iende katika mfumo wa animation. Hii ni hatua ambayo inaenda kumaliza kutoka kwenye mfumo wa picha kuingia katika mfumo wa animation kamili. Mara kwanza tulisema ni Leonardo AI. Sasa hii inaitwa Kling AI. Leonardo inatengeneza picha safi na picha zenye mwonekano mzuri AI inatengeneza kutoka kwenye mfumo wa picha iende katika mfumo wa animation kamili. Sasa basi, tunakwenda kuibadilisha sasa picha yetu kama hii unavyoiona hapa katika mfumo wa video. Utaenda hapa juu kabisa umeneka 106 new. sasa utaishusha mpaka chini kabisa. Baada ya hapo hakikisha chini kabisa hapa utaenda ku click hapo, imekaa kwenye standard then hapa chini hakikisha imekaa katika sekunde tano na huko hapa ni sehemu ambayo video yako iwe katika saizi gani. YouTube anatumia 16.9, hivyo basi baada ya hapo utaenda sehemu nyingine hapa tabonyeza hapo kwenye frame itakuletea katika mfumo huu. Baada utaenda hapa, utaenda kwenye generate hapa chini kabisa uta click hapo. Baada hapa itakuletea submit and successful. Sasa hapo utasubiri kwa muda wa dakika kadhaa, itaendelea kulodi. Baada ya hapo itabadilika kwenda katika mfumo wa animation. Hivyo basi kuna hichi keybox cha hapa chini hapa hichi ambalo unataka hii video yako iweze yaani ionekane labda huyo ako kwa katuni hapo, kawe kanafanya kanalisha kuku, kanafanyaje ni wewe sasa, unaweza kaandika hapo. Wakati huo hii Kling AI inaenda kukupelekea katika mfumo ule ule unaotaka wewe. Hapa tutasubiri kwa muda kidogo, baada hapo nitakuonyesha nini kinajili na nini kimetokea. Kuwa mvumilivu, mambo mazuri hayahitaki haraka. Yes, kama unavyoona hapo tayari ishafunguka sasa. Baada ya hapo utaenda utaplay, then utaona kinachoendelea. Utaenda utaplay, uta click hapo kwenye kuplay, itarudi kidogo, itakuonyesha kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Umeona imetoka katika mfumo wa picha, imekuja katika mfumo wa animation kamili. Sasa hapo inakwenda kukamilika. Hivyo basi usisahau kushare, kusubscribe na kucomment. Katika hatua ya tatu na kwenda kukuonyesha jinsi ya kuunganisha scene kipande kimoja na kipande kingine, then tutaenda kuonyeshana jinsi ya kuingiza